Na mtazamaji, kufuatia wingi wa maembe uliosababishwa na ongezeko la uzalishaji msimu huu, wakulima wanakadiria hasara kubwa kwa kukosa soko la mazao yao. Hali hiyo imeifanya serikali ya kaunti ya Murang'a kununua maembe katika mpango wake wa kuwalisha watoto shuleni. Hatua hiyo inalenga kuwalinda wakulima wa maembe kutokana na hasara kubwa ya mavuno mengi. Tunashukuru gavana wetu Irungu Kang'ata kwa sababu kuna partners wetu wanaitwa Food for Education ambayo wanatufanyia maneno ya uji kwa watoto wetu hapa Murang'a County, na pia wanapeana chakula kwa mashule iko Nairobi, iko Kiambu na mashule ingine tulikuwa na challenge ya maembe ambaye ni ya Tommy na Tommy haipati, haitakikani kule kwa, uh, kwa processor sababu juisi yake inasemekana sio mzuri kama ya apple mango na tu, hii challenge ilipokuja walisema hawataki uh, maembe ya, uh, ya Tommy na ndio kukawa na uh, shida ya maembe kukawa kuwa mnyingi sababu hakukuwa mahali tunapereka. What uh, really this means is that school feeding program is one way that impacts the socio-economic socioeconomic uh, status of a county of a country, by being an off-taker of harvest therefore impacting farmers. Tunashukuru Mungu juu we have alternative. Hata kama hatu kupata kwa mahindi we have alternative ya maembe na tunashukuru gavana wetu kwa vile ameenda kutafsia soko hii maembe, tuko na hakika saa hii hatutapoteza.